Mara ni kwa utawafu. Mtu asija akateguka udhu Safa na Marwa akatafuta kujitengeneza upya, hakuna cha ulazima. Inshallah khairi.

La sharika lak. Tuna e, tulete kidogo hapa kivitendo. Muundo wa Alkaaba una pembe nne kama hii meza yetu hapa. Muundo wa Alkaaba una pembe nne kama hii meza yetu. Sasa pembe hii hapa hapa chini ndio kuna Hajarul Aswad, amesaidia mzee wangu, kwenye pembe hii hapa ndio kuna lile jiwe jeusi. Na kwa sababu ya msongamano uliokuwa uliokuwepo kule Makka, mfano ee, Imam Huseini hapa ameleta mfuko kufanya kwamba ndio hajar laswad, juzita khairan muqabala na hii hajari laswad, kuna taa za rangi ya kijani, na hizi taa ni kwa sababu ya msongamano mkubwa, sasa wameziweka, ili ukifika tu ukiona ile taa ya rangi ya kijani, maana yake inaelekea kwenye hajari laswad. Sasa wakati unatoka huko, ukiona tu ukifika hapa, unasimama hapa.

Imamu sen naomba kiti hapo kufanya makamu Ibrahimu makamu Ibrahimu. Hii ni ni mfano tu hapa hapa, hapa ndipo tutakapoanza tawafu. Ukianza tawaf hapa, ni makamu Ibrahim, lakini katika hii Kaaba kuna kijikuta kile kidogo, utakiona kinaungana na Kaaba. Ukiangalia kwenye kwenye ile Kaaba, hata kwenye hizi picha, utaona kuna kijikuta kidogo hivi, alafu hapa katikati kuna kijimchocho, kijinjia hapa ile wanaita Hijri Ismail. Tutakapoanza tawaf, usione urahisi ukakatisha hapa, unatakiwa uzunguke. Ukikatisha hapa, maana yake unapita ndani ya Alkaaba. Kuna wakati alkaaba ilianguka wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wale maquraishi wakasema Tuijenge nyumba ya Mungu kupitia pesa za halali, kwa pesa za wauza wagongo humu, wacheza kamari zisi zisiingizwe humu. Kwa hiyo wakawa wameijenga Alkaaba, wakairejesha kama vile alivyojenga Ibrahim alayhi salam. Walipofika eneo hili pesa zikawaishia, kwa hiyo wakaamua kubakisha kwenye kile kijikuta kidogo kidogo, kwa maana yake hili eneo hili pia ni bado eneo la la Alkaaba. Sasa unapoizunguka Kaaba ukikatisha hapa, maana yake umekatisha ndani ya Alkaaba, kwa hiyo unatakiwa uzunguke hapa. Sasa hii makamu Ibrahim haina shida, ukitaka unapita hapa, ukitaka unapita huku, isipokuwa tu hapa tu hapa kwenye uchochoro huu usi, usikatishe hapa na moja. kwa kuwa tuko pamoja, tutakapokuwa tunaongoza ile jeshi si mtaona wale askari wetu, tunaambia tokeni, msisogee huku, mnapita huku, tunakwenda zetu kwa hiyo, unaanza bismillahi Allahu Akbar. Hapa sasa zinaanza dua, dua yote unayotaka, ukitaka kusoma Qurani, ukitaka kusoma adhkari meona mnaendelea, tunakwenda tu. Ukifika hapa wanaita rukunul yamani, hapa ndo ukuta huu au pembe hii inaendelea mpaka pale ulipoanzia pale. Sasa hapa ndio kuna dua maalum ukifika hapa. Fika hapa ndo unasema rabbana atina fid dunya hasana wfilkhira asana waina dhabnar rabana atina fi dunya hasana wafilakhirati hasana waqina cadhab nar. Hii eh, mpaka hapa. Ukifika hapa utaona ile rangi ya kijani na utaona watu wengi wamesimama hapa, kila mmoja anaonyesha asa. Ukifika hapo tena bismi llahi allahu akbar, unai moja tayari. Sawa, unakwenda wewe dua yote na hata ukirudia rabbana atina fi duniya hasana, sio mbaya. Ukiona umeona dua zile umeishiwa, soma Qur'an, unakuja mpaka ukifika hapa ruknu lyamani, rabbana atina fi duniya hasana wafi lakhirati hasana wa qina adhaban nar. Na hii kama nilivyosema, inaitwa aduau ljamia, ni dua inewo kusanya kheri za dunia na akhera, yaani hakuna dua itakayoishinda shida hii. E, Mwenyezi Mungu, tunakuomba tupe wema, tupe kila jambo jema duniani na tupe kila jambo jema uko akhera, na utukimi na adhabu ya moto. Yaani kila kitu umeomba kwenye dua hii, ukitaka watoto, nyumba, mashamba, baskeli, gari Eh, ndege, kila kitu umemaliza hapa, yani huna shida ya kuomba kitu kimoja kimoja. Kwa hiyo ukisema tupe katika ulimwengu kila jambo jema, umemaliza vyema vyote. Kwa hiyo ukifika hapa mzunguko wa pili tayari, ukikatisha hapa haisabiki, kwa sababu umepita ndani ya Alkaaba, unaendelea: bismillahi allahu akbar, rabbana atina fi dunya hasana

Wewe hata kule hata kama ile lugha Kigoma, wewe unasoma Kigoma lugha gani eh? Kiha, wewe unapiga tu Kiha. Kiarabu chake unasemaje, Mungu tunakuomba? Kiha unataka kumwambia Mungu tunakuomba, unasemaje? unasemai Ki, yaani Kiha na Kiswahili sawa, sawa. Eh, <laughs> <laughs> <Sawa. laughs> ukishafika hapa Ule mzunguko wa tatu sasa, au si wa nne umemaliza. Bismillah, Allahu akbar. Tukishamaliza hapo mizunguko saba, tutachukua jeshi letu, tutaliweka pembeni, tutasali rakaa mbili nyuma ya maqam Ibrahim. Eh, sali rakaatay tawaf lillahi taala, Allahu akbar, nasali raka mbili za tawaf kwa ajili ya Allah Unasali. Tukisha maliza tuna kunywa maji ya Zamzam, na katika kunywa maji ya Zamzam nako kuna dua pale, Allahumma rzuqni ilma nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa min kulli da'in. Katika vi... <laughs> vile vipeperushi tutakavyovitoa imo hii imeandikwa kwa Kiarabu na Kiswahili. Tukishamaliza kunywa maji ya Zamzam tunakwenda Safa na Marwa. Safa. Sasa sofa sofa Safa na Marwa ndio hii hapa. Wakati tunakwenda mlima sofai, sofai, sema, wa Safa tunapopanda ule mlima wa Safa tutasema Bismillahir Rahmanir Rahim inna as-safa wal marwa min sha'airillah faman hajja albayta aw i'tamara fala junaha alayh, bali hata kama haukuisoma aya hii bado uko sahihi ispo imepokewa, kama ni vizuri ukawa umeisoma, ndivo alivyoonekana mtume ىال eh tutasoma pale in الصafa wالmarwa mn shaعaئr اllh famn haja الbيt au اعtmara fla junاحa عlيh an wa man wamn tطwعa fa inna الlh shakiru عalim Sawa, alafu tunaelekea kibla, wakati huo utaiona hiyo Kaaba iko kwa chini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lahu. Anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazama al ahzaba wahdahu. Unateremko na kwenda zako Marwa. Na kule Marwa nako unasema haya haya uliyosema Safa na asilimia kubwa tutakuwa pamoja. Kwa hiyo sitegemei tena mtu ashinde wakati na sisi tuko pale. Imeeleweka kidogo, naam sheikh? Mtazamaji, ni saa 4 na nusu za usiku huu, leo tarehe saba mwezi huu wa saba mwezi huu wa 6, mwaka wa 2024 ni msafara wa maujaji wa taasisi ya Aikaveri ambao wamewasili hapa katika mji mtukufu wa Maka. Kama mnavyoona, kigari cha hoteli ya Best Western kinabeba kina mama, kinapeleka msikitini moja katika hoteli bora sana ambapo umefikia taasisi Atraveli. Kina mama wa taasisi Atraveli wako katika kigari kidogo dogo, kinawapeleka tayari kabisa msikitini, kinawapeleka msikitini. Ni hoteli ambayo ina utaratibu, hoteli zote za huko Ajiad Road, hizi barabara ya Ajiad, ambapo zinakuwa zina, zina magari ma kwa ajili ya kuwapeleka maujaji. Si mbali sana na msikiti wa Maka, ambapo nyuma ukuta hukuta mfalme uh, wa nchi hii ambao upo katika msikiti huu mtukufu wa Maka ndio <coughs> tutatokezea <coughs> hapa, tunaelekea msikitini.